Labda nikwambie kitu kimoja ambacho watu wengi hawajui kuhusu wanaume. Sisi wanaume huwa tukiwa na lengo fulani huwa linakuwa na nguvu kuliko hata upendo. Yaani naweza nikawa nakupenda mm, lakini ule upendo wangu usiwe na nguvu kama nikiwa na lengo fulani na wewe. Yes. Yes. Ni wanaume wenye hila ambao wana tendency ya kuwachezea wanawake huwa ndio wanawachezea kirahisi kuliko wanaume wanaowapenda kweli kweli. Kwa sababu mwanamume ambaye anakupenda anaweza kana akawa hana energy kuliko yule mwenye lengo. Mwenye lengo mm-hmm, anaweza akachati na wewe mpaka saa nane usiku. You are sweet, you are lovely, you are baby girl. Siri, kumbe anakamchezo chake anakataka tu. Yaani na ukikosea tu ndio unagundua huyu mwamba alikuwa alipendi. Adeli. Alikuwa na jambo lake tu. Alipomaliza jambo lake imetoka hilo. Kwa hiyo kama nina malengo yangu na mtu ak akatengeneza mchango mm -hmm. kwenye hayo malengo, huyo mtu anatengeneza kumbukumbu ya kudumu kwenye maisha yao mm -hmm. Kwa hiyo at any point in time akipop up ntamsikiliza, ntamsikiliza, ntamsikiliza kwa sababu sisi tupo hivyo, wanaume tuna tendency ya kulipa fadhili. Yani, nikifanikiwa yule aliyenisaidia kufanikiwa huwa nataka kumlipa kwa kichochote, yani nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yake. Ndio maana wanaambiwa wanawake hivi, na wewe nakupa siri sasa hivi eh, nipe tu, kwa kweli, ukitaka umkamate mwanaume weka pembeni mahitaji yako, yani jifanye kama mahitaji yako wewe sio ya msingi, yani wewe, swala la kupendwa, kujaliwa, kutumiwa message, jifanye kama you don't care about it. Kuwa busy na mishe zake, yani wewe kuwa busy na malengo yake, maono yake, yani jifanye kama wewe ndio kila kitu, yani wewe mimi, wewe achana na mimi, brother wewe bana mi nipo hapa nyuma na kupush wanaume, tupo hivi. Ukishanipush kwenye yangu, nikikucheki nikakuta kwamba wewe ndio ulikuwa chanzo, huwa nageuka, naanza kukunufaisha kufanya ya kwako kuliko vile ambavyo unge demand kutoka kwa bize tu. <laughs> <Yumeisha laughs> <Yumeisha> <Hata, laughs> <laughs> Sasa nikurudishe kidogo kule mwanzoni yeah. Kuna hawa wanaume wanao wapigaji mm, na wanyanyasaji wanamnyanyasa, yeah, mwanamke kihisia mm, au sana sana kihisia na wanapiga wana physically, yeah, anapiga, yeah. Najua kwamba sisi tunaona matokeo mm -hmm, kwamba huyu mwanaume wana, ni mpigaji au huyu ni mnyanyasaji yeah. Lakini from kitabu chako huku nataka kujua tafsiri yake halisi Very good. Um, tunasema sisi nyewe wanawake kwa kwa kwa asili mnapokuwa um, mmetokota ndani kihisia yani yeah, yani yeah. Umeshavurugwa huwa mnafanyaga verbal expression ukiwa hey, ndani mnaongea hey. Vitendo vyote vina Kina shutdown. Yani, mwanamke akishavurugwa ndani ndani ndani, kazi haziendi, uh, sijui uko ndani, sijui nyumba hauendi nini mm, kila kitu kina shutdown. Sisi wanaume tukivurugwa ndani, huwa tunakaa kimya, tunafanya physical expression. Mwanaume akivurugwa ndani, anaenda kunywa bia Mwingine mm. akivurugwa ndani mm. ni chepuko. Mwingine mm. akivurugwa ndani mm. eh, anakupiga kofi. Mwingine mm. akivurugwa ndani eh, anaangalia muvi mpaka asubuhi. Mwingine akivurugwa ndani anaenda kufanya kazi mpaka anakesha. Mwingine akivurugwa ndani ana, yani unaona vitendo, lakini vile vitendo actually kwako wewe ndio yalikuwa yale maneno. Kwake yeye ndiyo vitendo, vile vitendo anamaanisha huku ndani hakuko sawa, hakuko sawa. Kwa tunapoona wanaume wana, wanafanya vitendo vya ukatili na unyanyasaji mm -hmm. ni dalili kwamba kuna kitu ambacho huyu mwanamke alikifanya, ambayo differently huwa ni vebo, amemwabuse mm -hmm. verbally mwanaume mm -hmm. akafanya physically mm -hmm. Hakuna mwanaume ambaye anaweza akaamka akampiga tu mwanamke bila sababu. Kwa vyovyote vile, kuna kitu ambacho huyu mwanamke alikifanya. Lakini lakini mm -hmm. nitoe angalizo mm -hmm. Wanaume huwa wanatofautiana stability, stamina yao ya kujizuia wanapotokota kihisia mm -hmm. Kwa kuna wale ambao wako so stable kiasi, kama unaweza ukamtukana ukamkejeli na akatabasama akamwambia okay, you are my wife. It's okay. It's fine na kuna wale ambao kifatu mwe unao <laughs> sasa nini kimesababisha wawe unstable emotionally? Hapo ndio tunakuja kwenye swala la mental health issue, tatizo mm. la afya ya akili, kwamba wanaume hawa ambao wanafanya unyanyasaji most of them, zaidi ya asilimia tisini, niseme huwa wengi wao wanakuwa na personality disorder, wanakuwa na majeraha fulani ndani ambayo yametokana na aidha malezi Makozi, uzoefu wa maisha. Wewe mwanamke ambaye umejikuta kwenye mahusiano, ni mwathirika tu, yaani umejikuta katikati ya hilo zengwe ambalo lilitokea kwenye maisha yake. Sasa matokeo yake, unajikuta unajaribu kujitetea nafasi yako kama mwanamke, kudai haki zako, unamprovoke kirahisi kwa sababu stability yake ni ndogo. Kwa hiyo kinachotokea ni aidha amekupiga au amekufanyia unyanyasaji fulani wa kihisia, lakini kinachofanya vile vitendo sio yeye, ni jeraha fulani ndani sasa sisi tunaiona tukio hmm. Ameua kwa sababu ya wivu wa kimapenzi. Hakuna kiumbe kinaua kwa sababu ya wivu, hakijazaliwa hmm. Huyo ana wivu huyo, kuna kitu kunaita insecurity, hali ya kuto kujiamini. Kujiamini na kwa sababu hajiamini anajihami, na kule kujihami kunamfanya anafanya kitendo cha kumwabuse mtu mwingine, lakini wivu hauui hmm. Wivu hauui mtu kwao sasa, hawa wafanyeje? Yaani manake unaweza kuta, tunatazama, tuna hapa na mpigaji yeah, tunatazama na mtu mwenye wivu kupitiliza mpaka mm -hmm. anakauka. Na ni, ni niseme kitu kimoja, mwanaume mwenye uwivu ni mwanaume ambaye anasubiri kuona kitendo kilichofanywa cha usaliti na mke wake ana reakti. Huo ndio wivu, lakini ukijiona kama mwanaume unanisikiliza, niongee na wewe ukiona kwamba unajihisi hisi yani, mwanaume mwanamke hajafanya haja, tukio lolote haujawahi hata kuhisi kwamba ana cheat, lakini umechukua simu yake unaangalia, mara leta simu, mara ume clear conversation, mara sijui ulikuwa unaongea nani, mara weka loud speaker hapo, ni nimsikie huyo ni nani. Ukiona unahisi unaishi kwa kujihisi hisi, ujue una shida fulani, una shida fulani na kusumbua. Au ukiona mwanaume ambaye haupo comfortable mke wako akiwa ana hela, haupo comfortable mke wako akiwa na marafiki, haupo comfortable yako akienda kanisani amependeza, yani akipendeza unapata shida. That's a sign kwamba something is wrong. Kuna moto unawaka mahali na huo ni moshi, na hilo tatizo ukililea uko baadaye litakuua, aidha utaishia gerezani au utajiua au utakuwa na tabia za kujiua taratibu, pombe sana na vitu vya ovyo ovyo. Lakini at the end of the day historia inaonyesha watu hawa wenye ile tatizo huwa hawafii hawa, hawa vifo vizuri kwa mm -hmm. sababu so kile kidonda kinaendelea kumtafuna ndani mm -hmm. Utamlaumu mkeo, utawalaumu watu, utafanya kila kitu lakini, trust me you have an issue. Na hilo tatizo mkeo wako hawezi kukusaidia, unahitaji msaada wa kisaikolojia. Huyo huyo ni pasta kumbuka, eh? anaongea yeah, hivyo mm, huyo ni pasta anahitaji msaada wa kisaikolojia. <laughs> Na huo msaada huwa it's very painful process. Ni kwa bahati mbaya mwanaume anapenda mwanamke mwenye uwezo lakini uchukia mke, mke mwenye uwezo mwenye uwezo. <laughs> Huwa, tuna, tuna admire watu wenye uwezo hata yani, ni mtu ninayemfuatilia ili ni anifundishe, lazima niwe na uhakika amenizidi elimu, amenizidi akili, amenizidi pesa we, we kujaji mtu kwa ability zaidi mm. Sisi, ni wanaume tulipo, kwa nikikutana na wewe Irene ni, ni mzuri mm. Una shepu mm. Una cheo, una sauti nzuri, unaimba vizuri, uh, ni maarufu. For as long ni mwanamke, nitakuadmaya nitakupenda, nitakushawishi, nitataka kuwa na wewe mm. Ila nikikuoa mm. ukawa mke mm. huo huo uwezo wako utakugeuka, utaanza kukuumiza. Nini kinatokea? Kinachotokea ni kwamba nilisema mwanaume anaoa ili kwamba ajisikie yeye ni kinume mm -hmm. Kwa hiyo uwezo wako ukianza kuthreat, ukianza kutishia nafasi yake kama mume ndani ya nyumba, anaanza kupambana na uwezo wako na anavyopambana na uwezo wako mm -hmm. Unaweza ukahisi ana ugomvi na wewe. Hana ugomvi na wewe, ana ugomvi na, na cheo chako ana ugomvi na uzuri wako. Kwa nini? We un unaletea uzuri mpaka ndani, unaletea hiyo shepu mpaka ndani mm. Unaletea akili zako mpaka ndani, unaletea cheo mpaka ndani. Kwa hiyo unajikuta anaanza kupambana na hizo achievement zako. Kwa nini? Zina threat nafasi yake kama mume, kama mume kwenye nyumba. Kwa hiyo sasa, mw, sasa, sasa wanawake tufanyeje? Kwa sababu tuko kwenye ulimwengu sasa hivi haiwezi kukwepeka. Na huwa anapenda kuwashauri wanaume kwamba, we guys we need to get ready for it. Lazima tujitahidi kuielewa, lakini ipo hivi, wanaume anapenda hivi, wewe nenda kule nje, kawaonyeshe akili zako kawaonyeshe uzuri wako, kawaonyeshe cheo chako, kawaonyeshe pesa zako kule nje. Ufike kwenye geti la nyumbani, toa uzuri, shepu, pesa, cheo, hadhi, weka kwenye pochi. Ukiingia ndani ya nyumba, let him be a man. Wewe ndio kidume, wewe ndio mwamba, wewe ndio kubwa la maadui, yani bila wewe, bila wewe mjini siishi hapa. Yani kwa angalia kitu kimoja, wanaume huwa wanatekwa mioyo sana na wanawake ambao wanajibebisha, wanajidekeza, wadhaifu, wanyonge, wanaojifanya hawawezi chochote, ndio wanawa control wanaume. you know why? Kwa sababu tunapenda kujisikia vidume kwao. Najikuta mahali pekee napo paogopa ni nyumbani kwangu, kwa sababu nyumbani kwangu mke wangu ni kama nanili nanili, mwanaume sio mwanaume kama <laughs> nanili, afisa upelelezi sentro pale <laughs> yaani, nikifika tu ulikuwa wapi? kwa... na kwa nini wanawake siku hizi wana maswali magumu na wanaume siku hizi wanaogopa kwenda nyumbani kwao? Hmm? Ndomwana wanajaa sana kwenye mipira huko kwenye baa <laughs> kwa sababu kiukweli, anapiga hesabu, nikienda sahivi yule mwanamke itakuwa ni mtafutano. Kwa kimsingi, wanawake, nataka mwelewe, wanaume hawana ugomvi na ninyi na wala hawana ugomvi na mafanikio yenu, ila wana ugomvi na the fact ya kwamba mafanikio yanamfanya anashindwa kujiona mwanaume. Nikazie hiki kwa mwanamke yote anayenisikiliza, mwanaume anapokuwa hahitaji akili zako unajitesa bure, ahitaji yeah. Akili zako, akili zako wewe tumia kazini kwenye biashara. Mm, mwanaume anahitaji kiume kimoja kinachoweza kitakachokuwa kinamsifia tu, wacha. Ah, ah. Kumbe wanaume mnapenda kusifiwa pia? Masifa sio kusifiwa, tunapenda masifa, that's the difference. Nyie mnapenda kusifiwa, sisi tunapenda masifa. Masifa tofauti na... yake ipo hapa mm. Wewe Irene unaweza ukapendeza mm. Ukasubiri niwambiwe Irene, umependeza mm. Mimi nataka kwanza unisifu ndio nikapendeza. Ah, yeah. Kuna rangi fulani ukivaaga, kuna suti fulani mume wangu ukivaa hatari hatari, naenda wewe. Unaweza ukaingia Google wapi, ukadownload recipe, ukatengeneza chakula kizuri, afu kabla pale mezani ukaanza kumwangalia mwana wake, unasubiri akwambie mke wangu, chakula kitamu. Mimi nataka uniambie hivi, mume wangu, ukipikaga msosi Eni waga mpaka kisogoni utamu, ndio natoka naenda kupiganara. Ah, najiona mwamba huyo hapo. Mwamba anaenda kupika kwa sababu <laughs> umemjaza ujinga. Sisi wanaume huwa hatutakagi ule ujuaji wenu na akili zenu, mnajitesaga bure. Wewe ukija jibebishe, msifu, mjaze upepo, mwamba. Hatupaswi wewe... kuwasifia wanaume kama tunavyosifia wanawake, kama tunavyosifiana. Sasa mwamba, unimefanyia mema, nimekutendea yeah, yeah. Mema ndio unanisifu au? Najisikia vibaya kwa mume wangu. Asante sana kwa kutuhudumia ndani ya nyumba O like, ah, isinafanya mi nataka uniambie mwamba, yani hela yako huwa ni tamu sana, yani nikilaga hela yako basi ndio naanza kuzihesabu nini hela na kupa. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunapenda masifa na yale masifa yana boost manhood yake, kwa hiyo inamfanya anaanza ku explode na kufanya vitu vikubwa sana. mm -hmm. Ah, mwalimu, umeandika kwamba mm. kuna tofauti kati ya kuboresha mahusiano na kuboresha mtu. Uh, unamaanisha nini? <laughs> Uh, mahusiano hayaexisti bila watu kuwepo. Mahusiano mm. ni matokeo ya watu wawili mm. kukaa pamoja mm. kwa hiyo mahusiano ni, tuseme ni kama myth, ni kitu ambacho hakiexist tu, tunasema ni mahusiano kwa sababu airi ni upo na mwenzi wa mm. Mm. Hawa wawili wasipokuwepo maanake mahusiano hayapo, hayapo. Huwezi ukafiksi mahusiano mm -hmm. Actually unamfiksi mtu okay. Niweke hivi vizuri uweze kuelewa, Irene, unavyofanya kazi na mwenzi wako ni kama mashine. kama mm. mashine inavyofanya kazi, kuna input, kuna output na kuna namna mashine inavyo operate, ndivyo ilivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba eh, una, unachokiona kwa mwenzi wako ni matokeo ya kile unachokiingiza ndani yake na vile yule mwanaume au mwanamke alivyo. Huwa napenda kuwatania watu naambia, unajua mwisho siku unapokaa kwenye counseling unaweza kukuta mwanamke akikwambia, um, anachokitaka mwanaume aliye naye na anachokifanya, unaona kabisa, mbona hichi unachokitaka na mwanaume aliye naye hauwezi kukipata kwa hichi unachokifanya. Yani sawa na mtu ambaye anataka unga wa ngano mm -hmm. Lakini ana, yuko na mashine ya kusaga nyama mm -hmm. alafu huku kwenye mashine ya kusaga nyama anaweka matunda afu anasubiria unga wa ngano, ndicho kinachotokea ume mm -hmm. nielewa mm -hmm. kwamba huyu mwanaume the way alivyo na wewe, unachokitaka ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa kukipata. Sasa tunaposema tuna fix mahusiano, tuna assume kwamba mahusiano yana tatizo. Ah, mahusiano hayana tatizo, wenye tatizo ni watu. Ndio maana tunasema fix you eh. Tunasubiri mahusiano yawe mazuri, lakini mahusiano yanatusubiri sisi tuwe mazuri, tuwe wazuri, yes. mwenzi wako. Asilimia kubwa ya watu huwa wanakuwa busy boresha wenzi wao, ila wanasema wanaboresha mahusiano, lakini mimi wanapenda kuambia watu huwezi kumboresha mwenzi wako, jiboreshe wewe. Wewe. Kwa sababu kama umeolewa na mwanaume ambaye ni mwaovyo au umeoa mwanamke ambaye ni mwaovyo, huna mm. uwezo wa kucontrol, ila una uwezo wa kujicontrol namna unavyopokea ule uovyo wa ule mwanamke all right, tu, tumalize na hili hapa yani bado nina mambo mengi sana ya yeah, yeah, yeah kuzungumzia kutoka kwenye content yako ya kile kitabu, lakini tumalize tu na hili afu, baadaye tutapata wasaa mwingine tuweze kumalizia yeah. Na unasema kwamba hulka yetu wanawake unaogopa kukosea, kuposea yeah. ila wanaume woga wenu mm. ni kushindwa yeah. Natamani udadavue, kwa sababu uh, umesema pale kwamba, yani mwanamke ukishindana na mwanaume mm. atakushinda yeah. Kwa sababu ndio yeye yeah, anaogopa kushindwa. hofu ya yeah, wanaume ni kuogopa kushindwa. Wanaume tunaogopa kushindwa, hatuogopi kukosea. Ndio maana wezi wengi ni wanaume ah. Eh, majambazi wengi ni wanaume, mafisadi wengi ni wanaume okay. Kwa sababu anapokuwa na lengo lake kwamba nataka milioni mia ukaja mchongo hapa Uh, juzi nilikuwa nasikia rahis anasema majaji ma ma ma wengi wanawake wanaonekana wako fea kuliko wanaume. It's mm, natural. Mm. It's natural. Kwa mwanaume jaji anakuwa na, na, na, na, na, na dili lake anataka unakuja hela hapo, kukosea sio ishu, kushindwa ndio ishu kwake. See? Okay. Yeah, tupo hivo natural. Kwa sababu hata Mungu amemuumba mwanaume kuwa mthubutu zaidi. Kwa hiyo sisi huwa tuna channel energy yetu kwenye kuhakikisha kwamba hatushindwi, the end will justify the means, nitakukanyaga kichwani lakini nime accomplish mambo yangu. Wanawake wako makini sana, wanakuwa makini every step of the way. Kwa nini? Kwa sababu wao zile sauti za kwamba umekosea, umekosea zinamuumiza sana mwanamke. Ndio maana pia hata kwenye fashion wanawake ndio wapo sana kwenye fashion. Kwa nini wapo kwenye fashion? Trend ikija kwa mwanamke inamwathiri namna anavyofikiri, ila kwa, kwa mwanaume kiatu kimoja, suruali moja na shati moja, twende kazi. Mambo yanaenda na yuko comfortable kabisa. Ukikutana na mwanamke ambaye haogopi kukosea, huyo amefika kwenye level ya extraordinary, yaani amekuwa ya, ni mtu ambaye anaishi kwenye level ambayo ni tofauti sana. Lakini hiyo ndio tofauti yetu. Sasa kwenye kile kitabu changu nikasema hiyo kwamba kwa sababu wanaume wanaogopa sana kushindwa, wao huwa wanashindana ili washinde wanashindana ili washinde, yes. Sio kukuumiza, sio wao wataki suluhu. Wanaume sisi hatoshindani <laughs> ili tupate suluhu. Sisi tunashindana ili tushinde kwa sababu objective yetu ni kushinda. Basi kwa nizikana kabisa, ukawa tuna mgogoro ndani ya nyumba, ukanipeleka kwa mchungaji, ukanipeleka kwa wazazi, ukanipeleka kwa msimamizi wa ndoa, bila kucheki tu tunapiga sana. So, nakwambia sawa, mke wangu, nitabadilika. Tukirudi nafanya vile vile. Sawa, nitabadilika. Tukirudi nafanya vile vile, kwa sababu lengo, nataka kujisikia kwamba mwisho wa siku nimeshinda. Yani hata kama wewe utaumia, lakini mimi ndio ni shinde. Kwa namna bora ya kudili na mwanaume ni kwamba mfanye ajione kwamba ameshinda kabla mashindano hayajaanza. Mm. Yeah. Yaani wewe akwee wesini mwanaume, basi umeshinda. Nguvu yake yote ya kutaka kupambana inakuwa inayeyuka, anaweza kaanza kuliza, kwa hiyo mke wangu, samani tu nisamee, kwa sababu umemtoa upepo. Mm. Ukimjaza upepo ukataka mashindano. Tunapenda ligi, wanaume tunapenda ligi, ndio maana sisi ndio washabiki wa mpira. Yaani sisi tunapenda ligi, lazima timu timu kushindana, tunashindana kila mahali, wanaume. Hata kimoyo moyo tunashindanaga. Mimi naweza kama namcheki mwanaume mwenzangu na ni mhubiri fulani mzuri, ndio anasema huyu sasa tu akina ina shida, siku moja na mimi nitapiga, kama vile sina sababu za msingi, lakini, we just compete ndio tulivyo. <laughs> Ninyi wanawake huwa mna-collaborate. Yani, ha, mnataka vitu vyote viwe iko like, hamna zaidi hamna zaidi ya mwingine hamna nini. Sisi wanaume kila mmoja yuko zaidi ya mwenzake hakuna kuwa sawa, na ndio maana nikwambie isi mm. Hii ishu ya usawa wanaume wengi hawaielewi. mm. Kwa sababu kwenye ulimwengu wa wanaume usawa hakuna. Hmm. Kuna wakubwa wa juu na wa chini. Kitakachotokea kwa ni kwamba hii movement ya usawa ikiwazidi nguvu, wanaume watawaachia wanawake, haya basi nendeni, hmm, mkatuongoze nyie, sisi hatuna shida, ila hatunaga hmm, usawa wanaume wawili kuwaweka wakawa sawa hawawezi kukaa pamoja, lazima kuwe na bosi kubwa na bosi dogo, lazima. Cheo ni kitu kidogo, Lazima ukianza tu kwenda mbele, kuna mmoja lazima atangulie, mmoja abaki nyuma. That's the rule ya lazima mmoja atangulie, dhana ya usawa inakuwa ngumu sana, ila akirudi nyumbani kwake mwenyewe